Kampeni za Chama cha Ukombozi wa Umma cha umma zimewafikia wakazi wa Kigamboni mkoani Dar es Salam, ambapo shauku ya wananchi ni kuona changamoto zinatafutiwa ufumbuzi. Kwenye maeneo yetu tunayoishi nayo, tunachotamani kwanza ni barabara. Daraja linatuumiza sana, na ni kuvuka mpaka ulipie. Tunakuwa na sisi kama sisi, ni jamii ambayo tumetengwa. Shabaha kuu ya Chama cha Ukombozi wa Umma inatajwa kuwa ni kuukomboa umma wa Tanzania kutoka katika hali ngumu ya maisha na kuwafikisha katika hali bora yenye ustawi kwa kutumia rasilimali zilizopo. Wanasema tuna miaka mingine ishirini ya kulipia kwenye daraja hilo, ili kukusanya walau bilioni 344 kufidia gharama zilizotumika zaidi ya bilioni 340 zilizotoka kwenye mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF. Huo ni uonevu, na waomba mniamini, daraja hilo tutapita bure. NSSF tutabeba jukumu hilo la kuilipa NSSF ili watu wapite bure kama wanavyopita Watanzania kwenye madaraja mengine yanayowaunganisha na maeneo mengine mbalimbali. Chama cha Ukombozi wa Umma kimeeleza mpango mkakati wa kufanya mji wa Kigamboni kuwa wa kisasa zaidi, kuondolea adha ya kulipia vivuko. Nimesema tutaongeza kivuko Kigamboni, nitaleta kivuko kikubwa cha kisasa. Na hakuna mtu atakayelipia shilingi, hayupo atakayelipia shilingi. Watu watavuka, watoke upande mmoja, wande upande mwingine, ili waendelee na shughuli zao kama kawaida. Nipeni nafasi, siku tisini za maamuzi ni kusuka mtandao wa maji, kila mtu maji atakwenda, na hautalipia gharama ya kukuletea maji, utalipia gharama ya matumizi Uwasilishaji wa ilani za chama kwa wapiga kura ni namna ya kuomba mkataba baina ya chama na wananchi kwa miaka mitano ijayo. Emmanuel Kalemba FM.